Hali ya TB katika mkoa wetu wa Morogoro kwa kipindi cha miaka mitano kwa maana elfu mbili na ishirini mpaka ishirini na nne tumesema mkoa wetu wa Morogoro ni miongoni mwa mikoa ambayo inaibua wagonjwa wengi wa kifua kikuu na ikiongozwa na halmashauri ya Morogoro manispaa. Kwa mwaka elfu mbili na ishirini ilikuwa na wagonjwa wa kifua kikuu waliogundulika mia nane sitini na tano. Kwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja ilikuwa na wagonjwa mia nane themanini na nne lakini kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili iliweza kugundua wagonjwa elfu moja na tano waliogundulika kuwa na kifua kikuu, na hao wote walioko kwenye matibabu. Hali kadhalika kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ni wagonjwa elfu moja na mia moja kumi na tatu hawa waliweza kugundulika kuwa na ugonjwa wa kifua kikuu, na kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne wagonjwa elfu na mia nane sabini na nne waliweza kugundulika kuwa na ugonjwa wa kifua kikuu. Uh, tukienda halmashauri ya Ifakara mji wagonjwa elfu moja mia tano arobaini na tisa waliweza kugundulika kuwa na kifua kikuu kwa mwaka elfu mbili na ishirini. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja wagonjwa elfu tano thelathini na tisa waliweza kugundulika kuwa na kifua kikuu. Na kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili wagonjwa mia sita sabini na nne hawa waliweza kugundulika pia kuwa na kifua kikuu. Na kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wagonjwa mia sita arobaini na nne waliweza kugundulika kuwa na kifua kikuu na kwa 2024 wagonjwa 548 waliweza kugundulika kuwa na kifua kikuu uh, kutoka halmashauri ya mji uh, Ifakara. Lakini tukiangalia kwa upande wa Kilosa, Kilosa mwaka 2020 iliweza kuongoza kimkoa kuwa na wagonjwa wengi wa kifua kikuu. Ilikuwa na wagonjwa 1040. Hali kadhalika kwa mwaka 2021 iliweza kuwa na wagonjwa 1054 kwa kipindi cha 2020 2021 tuliweza kuwa na, na wagonjwa uh, wengi kwa upande wa halmashauri ya Kilosa. Sababu kubwa iliyopo Morogoro manispaa uh, inaweza kufanana uh, na halmashauri ya Ifakara mji, hizi ni halmashauri ambazo zina mwingiliano mkubwa sana wa watu na population yake ni kubwa, lakini halmashauri ambazo huduma za afya zinapatikana, ukitaka wataalamu wataalam na kadhalika, kwa kila o unaweza kuwapata wagonjwa naweza kana kama izunguka sehemu zingine huko kote , lakini akija huko kwenye hizo hospitali kubwa, kwa mfano ukiongelea hospitali ya Rufaa ya Mkoa, ukiongelea hospitali ya St. Francis pale, wagonjwa kienda wanafanywa vipimo vingine vingi, tunamgundua mpaka kifua kikuu kwa kumvuta hata mgonjwa maji. Kwa mfano ana tumbo limevimba, kwenda kupima, anaweza kumgundua sasa. Sehemu zingine vipimo havipatikani, unaona, vya kuweza kufanya uh, hivyo huo uh, uchunguzi. Je, sasa tutatambuaje kwamba huyu mgonjwa ana kifua kikuu? Naomba tuziangalia dalili za ugonjwa wa kifua kikuu uh, zikoje. Dalili ya kwanza ni kukohoa kwa muda wa wiki mbili au zaidi, na kwa waviu, kwa maana watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, kikozi kinaweza kuwa cha muda wowote wa. Dalili ya pili, wakati mwingine makozi yanaweza kuwa amechanganyikana na damu. Na dalili ya tatu ni kutoka jasho jinki kuliko kawaida wakati wa usiku, hata kama kukiwa na dalili Dalili ya nne ni kupata homa za mara kwa mara wakati wa jioni, lakini dalili ya tano ni kupungua uzito wa mwili bila sababu ya msingi. Kwa hiyo mtu akiwa na dalili mojawapo kati ya hizi tano, tunasema kwamba huyu ni mhisiwa wa, wa ugonjwa wa kifua kikuu.